Karibu tena katika Talanta za Zeysha, mahali ambapo tunafukua hazina za maisha, tukifungua ukurasa za waliopambana, waliotoka mbali na sasa ni mashujaa miongoni mwetu. Leo tunasimulia hadithi ya mwanamume mmoja aliyetokea katika familia ya kawaida sana. Hakuna ulithi, hakuna msukumo, ila ndoto yake iliwaka kama moto ndani. Akiwa na miaka kumi tu alijipeleka mwenyewe shule akakumbatia kazi za mikono kama ushonaji, uuzaji wa maziwa na bidhaa. Akasomea udereva na hata kuwa mgambo. Hakutegemea msaada, alijijenga hatua kwa hatua, mpaka akaingia serikalini na leo hii ni mfano halisi wa ushindi na juhudi za hali ya juu. Karibu tusikilize simulizi ya kweli. Hadithi yake ni funzo la kweli kwamba umaskini si laana, bali ni mwanzo wa mashujaa wa kweli. Jina lake kamili ni Fadhili Rashid Pazi, alizaliwa tarehe 3 Juni 1967 jijini Dar es Salaam. Ni mtoto wa pili kati ya watoto watatu wa mama yake mpendwa, Bi Maimuna Isa Mzenga, akiwa wa kiume peke yake. Maisha yake ya utotoni hayakuwa rahisi kwani baba yake na mama yake walitengana alipokuwa na umri wa miaka mitano tu. Baba yake alioa mke mwingine na tangu siku hiyo hakuwa na makazi maalum. Siku nyingine alilala kwa baba yake na siku nyingine kwa mama yake, na wakati mwingine aliishi kwa ndugu yoyote ilipofika usiku. Kwa kauli nyepesi, aliishi kama chokora, na wakati huo hakukuwa na simu ya mkononi na akufuatiliwa kabisa. Mwaka 1974 alianza shule ya awali, lakini hakuwa na mtu wa kumwangalia kwa ukaribu. Alipomwomba baba yake amwanzishe shule ya msingi, alimkabidhi kwa binti wa jirani tu ambaye alikuwa akisoma shule hiyo, naye alifurahi sana kwa kuwa alipenda sana kusoma kwa moyo wake wote. Mwaka 1977 alipokuwa na umri wa miaka kumi, baada ya kujaribu mara kwa mara kuomba wazazi wake wamshughulikie masomo yake, lakini hawakujali, aliamua kwenda mwenyewe. Alijipeleka shule ya msingi Madenge na kumkuta mwalimu mkuu Madam Makorongo wakati huo, ambaye kwa huruma yake na fadhila zake alimwandikisha darasa la kwanza. Wakati huo shule ilikuwa bure kabisa, hata vitabu penseli alipewa bure, lakini maisha ya kila siku yalibaki magumu sana, hasa chakula. Kwa kuwa hakuwa na makazi ya kudumu, mama yake alikuwa ameolewa na kuhamia Bagamoyo, na yeye alihisi upweke mkubwa. mwaka 1979. Alipata bahati ya kuishi na mjomba wake marehemu Amal Isa Mzenga, mtu mwenye moyo mkubwa na ukarimu usio wa kawaida. Mjomba wake alikuwa na kiwanda kikubwa cha ushonaji. Hapo ndipo alianza kujifunza kazi ya ushonaji alipokuwa akisaidia kazi ndogo ndogo na kwenda kununua vifaa. Pia alianza kujifunza kushona kidogo kidogo. Wakati huo kulikuwa na vita kati ya Tanzania na Uganda na kiwanda hicho kilipata tenda kubwa ya ushonaji wa uniform za jeshi. Yeye pia alipata fursa ya kushiriki katika kazi hiyo. Mwaka 1978 alijipeleka tena madrasa ya fisabilillahi kwa ajili ya elimu ya dini. Madrasa hiyo ilikuwa bure kabisa, na pia kulikuwa na ndugu zake wakisoma hapo. Pili hija na dada yake Zainabu walisoma hapo, hivyo hakukuwa na changamoto kwake. Aliendelea na masomo yake ya dini mpaka mwaka 1984. Na pia alimaliza elimu yake ya msingi mwaka 1983. Hakupata bahati ya kuendelea na sekondari, lakini hakukata tamaa. Na bado aliendelea na kazi yake ya ushonaji ambapo wakati huo ofisi iliamishiwa Ilala na ndipo sifa ya kuwa fundi kamili ilipokuja. Alifanya kazi hapo ya kushona hadi mwaka 1987. Baada ya hapo, alianza kujitegemea kabisa. Alianza biashara ndogo ndogo, huku pia alipata kazi tena ya ushonaji katika kiwanda cha Tandika hadi mwaka 1989. Wakati huo alishaoa na alikuwa na mtoto mmoja, hivyo maisha yalikuwa ya na changamoto nyingi na maangaiko, lakini moyo wake haukukata tamaa, alizidi kusonga mbele. Mwaka 1990 alianza biashara ya kuuza maziwa kwa kutembeza, na mwaka 1993 alifungua duka la vifaa vya ujenzi na baiskeli. Mwaka 1995 alihamia tena kwenye hatua mpya, alijiunga na chuo cha VETA kujifunza uendeshaji wa magari. Hatua hiyo iliyokuwa muhimu kwa mabadiliko ya maisha yake. Na hii ndio maana halisi elimu haina mwisho. Mwaka 1996 alianza kazi ya kuendesha gari katika kampuni ya kaumu ya uchochezi Mtwara, kisha UNICEF, hospitali ya Hindu Mandal na kampuni ya Ulinzi Group 4. Mwaka 2002 alijiandikisha kwenye nafasi ya udereva wizara ya mambo ya ndani ya nchi bila msaada wa mtu yoyote kwa kuamini Mwenyezi Mungu yupo pamoja naye, na kwa bidii zake alifanikisha kupata kazi hiyo ya serikalini. Alipewa kazi ya idara ya uhamiaji uwanja wa ndege wa kimataifa Dar es Salaam, na baada ya hapo alihamishiwa maeneo mbalimbali ikiwemo makao makuu ya uhamiaji Dar es Salaam, chuo cha mafunzo Kiwila Mbeya na Dodoma ambako hadi alipostaafu mwaka 2023. Fadhili anasema, katika kipindi cha ja kazi yangu nilisafiri mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar, nilipita kwenye kozi mbalimbali mbali za udereva, nalihudumu kuwa dereva mwandamizi na kiongozi wa madereva wa uhamiaji. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunibariki na maisha haya yenye mafanikio ya afya njema. Napenda kumshukuru mama yangu mpendwa kwa mawaidha yake bila kumsahau mjomba wangu marehemu Amal Isa Mzenga kwa msaada wake mkubwa na mke wangu mpendwa Bi Sauda Hamisi Mtalisi kwa uvumilivu wake mkubwa katika maisha yetu ya familia. Nina wake wawili na watoto sita na wajukuu kumi na moja. Kwa sasa ninaishi Buyuni Chanika, mahali ambapo nimejenga nyumba yangu na ninajivunia familia yangu, na hiyo ndio historia yangu ya kweli kabisa. Safari ya Bwana Fadhili ni ushuhuda wa kuwa mafanikio hayaji kwa bahati mbaya tu, bali ni matokeo ya jitihada zisizo na kikomo, moyo kutokukata tamaa na imani isiyoyumba. Leo tumepata kuungana na simulizi ya maisha ya mtu aliyobeba ndoto kwa mikono yake mwenyewe na kufanya kuwa kweli. Tunamshukuru Bwana Fadhili kwa kuweza kutuambia hadithi hii yenye mvuto na mafunzo makubwa. Kwako msikilizaji Kumbuka kwamba hata ukianzia chini kabisa unaweza kupaa juu, kufanikisha ndoto yako. Asante kwa kuungana nami katika talanta za Zeysha. Kila simulizi inaonyesha nguvu ya roho ya mwanadamu. Kama umevutiwa na simulizi hii, tafadhali like, comment bila kusahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, kumbuka kila talanta ina hadithi, na mimi ndiye ninaye kusimulia. Namaliza kwa kusema Babu yangu aliwahi niambia, mtu si kabila si mahali alipozaliwa, bali ni azima ya bidii yake inayofanya awe mshindi. Ulikuwa nami Zeysha.